Mtunguu kanilala lopopa, mama ina bando na sina vocha, afu nimepita pale kuna maziwa mazuri nimenunua. hmm. Engine ako ndani. Wewe acha kulakula, wee na unene, wee utazidi, wee utazeka kama sisi sasa. Mama naye ameisha kuzoea kula, nitaishi naona mnapiga mnapiga umbea hapo, mtu na mwanaye. Mm. kama kawaida, kawaida yenu huyu. <laughs> <laughs> kimwona kaja mama, ana jambo kaanza mambo yake huyu mgombi. Um, yani akishanionaga tu anaamani anakuwagana kabisa, sijasema <laughs> <laughs> si msi, lakini mimi mama namjua huyu wote, ananiambia ngoja uone hata kama usiwezi, basi tupokee ulicholeta kikwa ela ladaaa. Lakini saizi hali ngumu bwana, kweli hali ngumu, au hujui kama hali ngumu mama? Mimi me nimekuja kuna <clears throat> mgeni nataka twale tena. Imekuwa vizuri hapa, nimekukuta na dada yangu hapa. na wewe kasema nisije naye tu kurupu, nije tu kwa taarifa kwamba siku fulani kama kesho au kesho kutwa kuna mgeni nataka niwalete. Huyo mgeni gani? Hey, mkweo mama <laughs> umeona nilikwambia, sikukwambia? Yaani huyu hmm, atafika mbinguni. Kachoka huyu mama, unamuona mama kashaanza habari zake, unamuona mwanawe sasa wakwe hao watakuwa wangapi mwanangu, kwanza eh? Kidume wewe, umekuwa kama kidume cha mbegu, watakuwa wako wangapi? Na kuuliza mara kama angekuwa yule mwanamke aliozaa naye, usingetembea naita mgeni, ungekuja naye tu moja kwa moja. Huyo mgeni kweli, sasa utakuwa na wangapi huko? Sasa huko unaenda wapi sasa? Wewe mambo ya nyuma achana nayo. Mimi nimekwambia kwamba mna mgeni nakuja naye. Hey, mama huyu kaka kila siku anazalisha watoto wa watu. Kamzalisha yule kamwacha. Kamzalisha yule kamwacha. Ka ka na mara kumi basi nitakaa yule kwa mwanzo nilioza naye uniambie na mgeni ningefurahi. Bwana angekupona naoa anacheza tu watoto, hmm, anawaacha. Sasa kama watulie wenyewe, hmm, mimi ni lazimisha. Wewe umetulia. Ah, mimi kwa kweli nasema ukweli. Roho, yeah, yangu ina nyuma sana. Hivi lini mimi nitapiga kigeregere? Lini mimi nitaita mkamwana, yuko pale niambie, nipe maji? Wewe kila siku huyu, kila siku muongo. <coughs> We ni muongo umwaka wangapi? <coughs> <coughs> Hivi unadanga kama mwanamke manake nini? mm -hmm. Wakudanga dada yako sio wewe, uchukue yule, uchukue yule, uchukue yule. Mimi nahitaji uniletee mwanamke ufunge naye ndio na mimi nipige kigeregele, kigelegele, na utulie naye <coughs> wa kwanza, wa pili, wa tatu ndo nakuuliza. Huyu hapa karibuni tu hapa ana shida gani, ule usimlete? Na ndo nimemwona. Yaani shida mama mimi mimi sasa hivi yani nikija na jambo langu tu nyinyi mnanipinga. Yaani sijui hata mna shida gani. Hatukupinga nataka utulie. Sasa ndo hivyo nimewaambia. Kesho yule, kesho, kesho kutwa yule. Eh. Mimi nimewambia kuna mgeni nawaletia, sasa ndio itabidi mmwangalie kwanza. Mtoto wa watu mzuri, mwenye mstaarabu, hana shida. Mtoto wa watu mpole, mstaarabu yani, hana shida, hana shida, hana shida. Mmeenda lakini kupima? Huyu anakuelekea magonjwa, anamuita magonjwa gani eh? Hilo ndio swala kumuuliza. Umepima mwanamke? Ah, ah. Mmepima eh? Mmeenda kupima? Mmepima ndio mwanamke wako? Mpima nini? Ah, mpima nini? hujui Mkajua kwanza afya so, waende kwanza huko, ndo aseme hana shida <laughs> ha, haendi mwanao mama. Msiende kwa nini sasa? tutaenda kupima <laughs> <laughs>

Yule kazi mama anachika leo yote. Na kila kitu. Bibi, tulia mgoje mkwe wanaleta. Sio aina gani, sio rangi gani. Naje. Sio nyeusi, sio mweupe, sio mwekundu. Hata kama mweusi wangu.

ni swala la muda tu, na mimi nilikuwa naliwaza swala hilo hilo right. Uwezi amini, yaani kama umeingia katika akili yangu <laughs> Usijali mpenzi wangu, yaani mi nadhani hata kesho nitaenda kwenye familia yangu, nitazungumza nao, nitaongea nao vizuri, na nitakuchukua, nitaenda kumwona mama angu Utaenda kumwona na wifi yako. <laughs> <Garebo. tos> nakwai

Ulisema kwamba ndo Mary kwamba anakuja hapa mpenzi wako, tushaongeaga muda mrefu, kingine ndo niongezee rafiki yangu kama ndugu yangu yeah. <coughs> Eh, hmm. Ah, <coughs> yungkize, rafiki yangu sana toka dogoni tumesoma sana sema sasa, yeye alikuwa ni muuni, hata unamwona huyo. Sema sasa Yes, wiki hmm, au hmm, wiki mbili mbili, sijashangaa. Unajua mzazi anataka kujua pengine mtoto wake ameenda saa ngapi? hmm. um, um, siko baya. Hmm. Ah, hizo. Hmm. Kuna kitu nataka nikwambie mpenzi wangu. Hmm. <todackle> Unajua hapa tulikuwa tunaishi watu wawili. Mimi pamoja na rafiki yangu na uwepo wako wa kuja wewe anaofahamu fika, lakini amesharudi. Kama unavyojua, mpenzi wangu, hatuwezi tukalala chumba kimoja watu watatu. Yaani mimi, yeye pamoja mm -hmm. na wewe ni sana soko Hivyo, inanumiza kichwa sana mpenzi wangu, sijui atanifanyaje. hmm. Mimi sina maana hiyo mpenzi wangu kabisa, na lengo langu wala sio hivyo kabisa. Mimi nina wazo wazo langu mimi ni tafute chumba tupange, sawa, tafute godoro ili tuweze kuishi tutoke hapa, au unaonaje mbezo wangu? Sawa sawa, umesema rafiki yako kashafika mahali hapa, ipo pale, aliingia hapa, tunaondoka nini hapo? Usijali, yani hilo ni swala la muda tu, yani hata kesho. hmm. mimi namaliza